Pamoja na Simba mara nyingi hususan timu ya watoto wa kike waga mara nyingi wanashinda wao. Kwa ni mshukuru sana makamu wa rais wetu Rafat Haji ambaye ndio yupo chini ya team inaendelea kufanya vizuri kadri siku zinavyozidi kwenda, tunaangalia ile top level ambayo supposed to be there. Lakini all in all, ni kwamba niwapongeze pia bench la ufundi wamedhihirisha na wachezaji, kiwango kimekuwa kiko juu sana. Yaani, maana yake ni kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda, nadhani msimu unaokuja utakuwa ni msimu ambao ni ushindani zaidi. Kwa hiyo ile bao ambayo limefungwa moja lilikuwa ni kati ya mabao ambayo yangefungwa ndani ya dakika tano za kwanza tarehe nane ko kwa, lakini kwa, kwa sababu wamekuja wamefungwa moja bila, namshukuru Mwenyezi Mungu. Ko kikubwa tu ni kwamba maybe najua na, na, na umewasikia wana Yanga kilio chao wengi sana walikuwa naimba imba imba. Eh, eh, kwa tu, tu, tu k hey, ah, eh, unafikiri eh, mnachokilalamikia na mnachokipazia sauti ma, mashabiki wanachama klabu ya Yanga mpo sahihi? Of course, yes, tupo sahihi kwa sababu ukiangalia wale ambao wanatengeneza kanuni ndio wao hao hao ambao wanaziminya zile kanuni, sawa eh? Kwa sababu kanuni inajieleza kwamba mtu asipokuja uwanjani moja kwa moja kinachofuata pale ni na, hakunaga ile situation ya kwamba mtu hajafanya mazoezi ile siku moja ya mwisho alafu agomee mechi, umeshanielewa eh? Cha msingi tu ni kwamba tumeona barua ambayo wameijibu bodi ya ligi, kwa hiyo tu niseme kwamba uongozi wangu endelea kushikilia pale pale kwenye mpini tu ni sisi, sisi, kama, sisi, kama kwamba sisi tupo wa daraja, yani watupeleke kabisa ligi ya upya. Kwanza upya sio kwa kwa sisi, tutasimamia kwenye msimamo huo, huo na endapo uongozi wetu pia utatuangusha kukubaliana na iliswala kwa kacheaechi htaa vibaya sana. Utaki mechi chezo kabisa wewe. Aya sisi mechi ilishaisha tarehe nane. Kwa hiyo mechi nyingine ambomna, ambayo watu wanaitaka maybe bodi ya ligi wakina Karim Boimanda ndio apeleke timu yao ikacheze na Simba. lakini sisi mechi ilishaisha siku ile. Kuna hoja inasema kwamba Yanga a, ili apewe pointi tatu inabidi kuna vitu vyo vimetimia pale uwanjani siku ya tarehe nane. Awepo mechi kamishina, awe muamuzi wa kupuliza filimbi mara tatu kuonesha kama wengine hawajakuja uwanjani. Hawakuepo wote. Sasa pointi tatu yani Yanga walale unapata wapi kufika tu uwanjani ama inabidi kuwepo stafu ambao kikanuni za sheria dunia nzima ndio wanamaliza mchezo, wakiwaanisha mechi za maleki na national. Refari alikuwepo uwanjani, national hawakuwepo uwanjani. Zamalek alikuwepo uwanjani, refa akamaliza mchezo, akawapa point tatu za maleki. Swali zuri ni, ho, hoja mnipeleka kasi, yani... Sisi ni kwamba hatuna imani na bodi ya ligi wow. Sawa na pia hatuna imani na rais wa shirikisho la mpira wa Tanzania. Umeshanielewa? Kwa hiyo kama kumpelekea vile fisi kesi yako. Nadhani itakuwa ni ngumu sana kuweza ku, kujadiliwa kesi yako. Kwa hiyo moja kwa moja kesi niwe jasikilizwa, anakuja kujitokeza rais wa shirikisho la mpira wa Tanzania, anakuja kutoa hukumu. Umeshanielewa? Twende kwenye kanuni tukae mezani, tushindane kwenye kanuni. Kwa hiyo kwenye kanuni moja kwa moja ameona atashindwa. Na ukishaona siku zote mtu anatumia hasira na jazba moja kwa moja kwenye swala la sheria na kanuni hawezi Umesanelewa? Ukienda kwenye kanuni, ni kanuni ipi inamzuia inaizuia, ina timu duniani isipofanya mazoezi ya mwisho? Niambie ni kanuni. Lakini moja kwa, kwa moja kwa, kwa ni kwamba wameisigina, wame wamesigina ile kanuni yao, sawa, na kumfanya Yanga aonekane kama ndo ambaye amekosea, ili mradi kwamba kupitisha madhaifu yao kwa tu kusema ni kwamba sisi yes, tupo tayari na tunaomba uongoziwetu uitishe mkutano wa dharura, tupo tayari kwenda, na hapo hapo tutaamua maamuzi yetu. Nimekuambia kwa sababu tupo tayari watupeleke hata ligi ya mkoa, na tupo tayari sisi kusema tucheze na Simba. Ndio maana nimekuambia kupitia Almasi Kasongo, Kalimbo Imanda, sawa, wenye bodi ya ligi yao watafute timu yao pale ofisini kwao ikacheze na Simba. Sisi swala tumeshalimaliza, sisi tunasubia mechi ya ishirini na tisa dhidi ya United, then baada ya hapo, yeah. Dada zetu Tabora umechetan mzee, ilishaisha yaani, yeah. Kama Waislamu wasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Bwana ametoa Bwana ametoa yeah. Jina lake limidiwe, yaani sisi imeshaisha. E, e, e, ndugu yangu umesikia kila kitu, na kurudisha hapa kwenye mechi ya leo unafikiri, e, ubora wa, yang, wa, wa Yanga Princess umeongezeka ama ama ama Simba Queens umepungua ubora wao? ubora wa Yanga Yanga, ubora umeongezeka. Mechi zilizopita 90 walikuwa tunatoka na matokeo, yanaanza kutalewa watufunga wao, kesho tunafunga sisi, suru suru zitangulia, ila leo tumwafunga moja na ameshindwa kurudisha. Yani ni ubora umeongezeka, ingekuwa na wao ni ubora umeongezeka, ila moja sisi ningewafunga dakika ya 50 na wangerudisha, lakini kwa hapa sisi ubora umeongezeka, ila yote huko kwenye ligi kuu, Yanga bingwa.